Tunatarajia mgeni rasmi katika marathoni hii kuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Majaliwa Mbunge, ambaye ni mwana michezo, kipenzi cha michezo, lakini mtu anayependa kushiriki na wanairinga wakati wote katika marathoni. Ni matarajio yetu kwamba tutaungana na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye jambo hili kubwa na zuri ambalo linaleta umoja wetu, linahamasisha uhifadhi wetu, linakuza utalii wetu, lakini pia leta chachu ya umoja na mshikamano miongoni mwa wanajamii. Kwa hiyo niwakaribisheni sana ndugu wananchi, tuungane na Mheshimiwa Waziri Mkuu katika jambo hili kubwa na zuri. Unakimbia huku unatalii. Asanteni sana, mkoa wa Iringa ni kwa wengine eh, hii ni package ya pekee na ndio kutangaza utalii wa kusini, lakini kipekee ikiendelea kutangaza ukubwa, uzuri, muonekano na tija ya pekee inayopatikana katika hifadhi hii ambayo ni ya pili kwa ukubwa Afrika. Hatuna mashaka kwamba kila atakayepata nafasi ya kuja kwa Ruaha Marathon na atapata nafasi ya kuona vitu ambavyo hajajua. Sasa hivi ndio marathon pekee ambayo inafanyika ndani ya hifadhi binadamu na wanyama wanapishana katika njia wanapishana katika njia kwa maana <gülep> <gülep> <gülep> <gülep> kwa... ya mayo, kila mmoja anakula hamsini zake bila kuathiri hamsini zake. Kwa hiyo ni ya pekee ambayo kila atakayekuja kushiriki ataona vitu vya tofauti, utafanya kazi ya marathon lakini utafanya kazi ya utalii wa ndani, lakini pia utakutana na watu kila aina ambao wanatoka dunia nzima Afrika nzima na Tanzania nzima kwa ajili ya jambo hili, kwa maana ya serikali, tumejiandaa vyema kabisa kuhakikisha kwamba maratoni hii inafanyika na katika hali ya usalama, hali ya amani na inakamilika kwa tija ile ile ilikusudiwa. Tija ya kwanza ni kuendelea kuhamasisha uhifadhi, tija ya pili ikiwa niendelea kuhamasisha mazoezi na mchezo, na tija ya tatu ni kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwetu. Lakini sisi mkoa wa Iringa ni mkoa wa utalii, tija kubwa kuliko zote ni kuendelea kuhamasisha utalii wa ndani. Natarajio yetu ni na kwamba kila mwananchi atakayepata fursa hii atajisajili, na usajili huu unakamilika mwisho tarehe tatu, marathon yenyewe ikiwa ni tarehe tano. Hatuna mashaka kwamba kila mwananchi mwenye kuhitaji kuwa sehemu ya marathon hii atajisajili kwa wakati, ili awe sehemu ya shangwe ya Ruaha Marathon. Mwisho kabisa ni waombe wananchi wenzangu wa, wa mkoa wa Iringa mikoa ya jirani na Iringa, Tanzania, kutoka katika mashirika, taasisi na mamlaka mbalimbali. Hii ni fursa ya pekee kuwaleta watu pamoja, ni fursa ya pekee kusherehekea mafanikio yetu ya kazi tunazofanya, lakini ni fursa ya pekee kuwa mashuhuda ya neema ya hifadhi kubwa yenye wanyama wa kutosha inayopatikana ndani ya nchi yetu. Mimi kama mkuu wa mkoa nitakuwa sehemu ya hao watakuwa kwenye Marathon, lakini nakuomba na wewe na wengine wote tuhakikishe tunakuwa sehemu ya Great Wa Marathon 2025. Asante sana. <coughs>